Wa uongozi wangu tutakaa wafanyabiashara wote, wajasiriamali wote, tutakaa tuangalie changamoto zetu na namna ya kuzitatua. Nataka niwaambie, ninafahamu mfanyabiashara, ili upate faida, lazima uhakikishe kwamba unaponunua biashara yako au bidhaa zako, iwe ni mahali ambapo unauziwa biashara, unauziwa hizo bidhaa kwa bei au gharama nafuu. Sasa ni lazima tutengeneze wafanyabiashara kutoka Iringa wanaosafiri kwenda mbali huko huko, kwenye viwanda wakachukue bidhaa. Masoko yako China, Uturuki na India. Lazima tutengeneze mifumo ya kuwatoa hapa wafanyabiashara waende huko, na mimi ndio dawa. Ninapozungumza mimi, mjue kwamba nazungumza mtu ambaye nimefanya biashara sisi emoye lakini lazima tuibadilishe Kitanzini na miongoni yote kuwa sehemu ya biashara ya masaa ishirini na nne. Hatuwezi kuendelea kufanya biashara mchana peke yake, lazima tuiendeleze hii miongoni Kitanzini, ifike mahali tufanye biashara usiku na mimi yeah! yeah! huwa najiuliza kila siku ni nani aliyetufundisha kwamba lazima usiku tulale? Nani aliyetufundisha? Ukienda mataifa yaliyoendelea jamani, usiku ni muda wa kazi, watu wanafanya kazi usiku na mchana. Sasa tutaanza na Kitanzini Miomboni, tuanze na huo utamaduni. Kazi ya serikali ni kuhakikisha watu wanalindwa na wanakuwa salama maana wengine wataogopa usiku, watasema usalama utakuja. Ah, kazi ya serikali ni kulinda raia wake, kulinda mali zao, lakini kuhakikisha kwamba inaweka mazingira sahihi kufunga taa, ili mji wetu huwe na mwanga sehemu zote, kwa sababu mtu anapokuja kufanya biashara usiku, manake mteja anakuja, lazima kuwe na mwanga, ni kazi ya serikali lazima tuyafanyie kazi haya, kujenga Iringa yetu. Kero zenu tutazitatua kwa wakati. Najua kwamba mna, mna maneno mengi, kuna maneno mengi na changamoto kadhaa za eneo la kodi, tutalifanyia kazi. Mimi mbunge wenu, nitakuwa karibu na nyie, nitakuwa nawaunganisha na wahusika wa ukusanyaji wa, wa, wa kodi ili tuweze kupunguza kero hiyo, eneo la ukusanyaji kodi kwa wale ambao lina wakabili. Lakini mimi ni waahidi, biashara zenu zitalindwa na kuendelezwa.